Yani Musa hasa ni Musa Mgosi anakuja katika ligi ya wanawake eh. Mkufunzi wake mwalimu wake ni Mourinho, hey, Edina Mourinho ni master wa timu za wanawake, wachezaji wana, was, wote wa, wa jinsia ya kike wa. Hiyo ndio ukweli eh. Mourinho ndo ametengeneza hizi timu za wanawake tugasta na kadhalika eh. Shime anakuja kutengeneza kusmenti tu, lakini kazi aliyofanya Edina Mourinho leo amethibitisha Mourinho. Kwa yeye ni bora kuliko kocha wao. Lakini jambo la pili Simba kama angekuwa na akili timamu. Unajua muda mwingine atakiwa uwe na akili timamu. Hawezi kuwa nazo. Tarehe nane, tarehe 18, tarehe 28. Simba Queens sio vijana, sio wanaume, hajawahi kupata matokeo mbele ya Yanga. Tarehe tarehe nane, tarehe 18, tarehe 28. Hawakuwahi. Yaani kitu cha 28 hawakuwahi kupata matokeo. Ndio maana tarehe nane wakakimbia Benjamin Mkapa. Na leo angetakiwa akimbie. Sasa leo amekuja, basi kawafungia chumbani. Hajawazuia. Ah ah, Yaani kitu kimoja. Yaani hii ni akili tu ya kawaida ambayo unafahamu kwenye dabi, kuwa tarehe nane maanake sio tarehe ya bahati na uwezo wako, yaani kwa unatakiwa ukimbie kama tarehe nane. Leo kumi na nane wamekuja geto famasia, ni hatari. Kuna ule aliyepiga pasi aitwa nani, Adebisi, amepiga pasi ambayo shavi kuna ubora wake ajaye kupiga wala Iniesta wala Pogba, ni kweli. Pakome, pakome na yule ayule, bas, na pasi bas, basi basi basi. Pigua, Adebisi pasi imepigwa kaudi mechi pasi imepigwa kati kati uh, wale eti uh, mashabiki wale Maduduka. Mabeki wa Simba walikuwa watamani mpira kufata lakini wanashinda kufata hmm. Hizo pasi unapata katika kabu ya Yanga. Zile beki za nyuma za Yanga ubingwa kwenu. Yeah, of course yeah. Kitu kimoja hii ni starta ya ubingwa kweli, kwa sababu msimu huu Yanga uh, Princess you ndio know, timu bora kuliko timu zote, zote za uh, za wanawake. Yes, amekuwa bingwa ngawa a jamii Ana, amekuwa bingwa uh, Samia Cup yeah, ambaye amempiga bingwa ambao ngawa jamii ambao JKT Queens. Kwa kifupi maana yake JKT Queens na, na Yanga Princess, Yanga Princess ni bora. Kwa maanake tumechukua kombe kubwa kuliko kombe lolote, lakini katika msimu huu tumewafunga Simba mara mbili, madunduka mara mbili. Tumewapiga kwenye Ngao ya Jamii ambayo ndio ufunguzi wa ligi, yani ligi zote za wanawake, ufunguzi Simba amepigwa. Amepigwa amepigwa tena katika ligi kuu. Tafsiri karaka timu bora kuliko timu yoyote, maana yake uh, ni Yanga Princess. Sasa huo bora umetengenezwa na Morinho, alafu Lemomwana Arafati, hii timu yoyote kana na Arafati hajawahi kufeli. Ah, ndiyo. Ilikuwa ni ahadi yake katika uchaguzi, uchaguzi. Amesema hii nitaifanya kuwa timu tishio duniani na Afrika. Leo ligi kuu Tanzania Bara ya wanawake wote wanaiogopa Yanga Princess. Kwa maanake Arafati anatembea kwa wachezaji wetu alifungiwa vibali. Mchezo leo ikiwa nyuma kwa pointi kumi Raundi ya kwanza, kwanza wachezaji wengi alikuwa hawana. Baada ya hey, vibali kupata na raundi ya pili kuongeza watu, na umeonekana. Sisi ubingwa mwaka huu tunastahili kuwa mabingwa, ndio maana katika mashindano makubwa ambao amechukua, tafuta timu nne bora ambao utasema JKT Queens yeah, ni bora aya. Simba Queens nao ni bora, si ndio? Yanga ni bola, tumeenda kuchukua ubi. Yani kipimo cha kipimo cha ligi kuu ya wanawake ni kombe la Samia Cup, ambao timu nne bora, Yanga amekuwa bingwa, yeah.